Tuna kauli mbiu inasema bodaboda kataa maandamano, nina mkataba bodaboda boda kataa maandamano, nina hesabu ya bosi. Sasa nitoe tamko la bodaboda boda. Mimi mwenyekiti wa boda bodaboda mkoa wa Tanga nipende kutoa tamko bodaboda wote boda, nipende kuwatolea tamko wasiandamane, na hakuna maandamano, na hakuna bodaboda yoyote boda atakayeandamana bodaboda atakayeandamana hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Na bodaboda yeyote ambaye atakayeandamana atakuwa moja kwa moja amejivua na amekosa sifa za kuwa boda boda katika mkoa wetu wa Tanga. Na nipende kusema boda boda wetu wa Tanga, tusikubali kushawishiwa kuamriwa kwa fedha au kwa chochote kuvunja amani yetu ya Tanga. Toa onyo, hakutakuwa na maandamano yoyote katika mkoa wetu wa Tanga na wilaya yetu ya Tanga, na kuna watu wanapenya penya kwenye hii kazi yetu ya bodaboda, kuwashawishi bodaboda wetu, kuwapa viji senti senti ili waandamane. Haitatokea, tutakuwa macho, uongozi wa mkoa na wilaya kwa ajili ya kusababisha Tanga yetu inakuwa amani na mkoa wetu unakuwa amani. Sisi kama bodaboda wa mkoa wa Tanga pamoja na wilaya zake kwa pamoja, tunasema kwa mkoa wa Tanga hautajitokeza maandamano, na sisi kama bodaboda ni watu wa kwanza kulinda amani ya mkoa wetu pamoja na wilaya zetu. Tumekusanyika wote kwa pamoja, kimkoa kwa ajili ya kukataa jambo hili ama kulani vikali jambo hili ambalo linatoa utu na sura katika nchi yetu. Kitendo hiki ye kwetu hakikubaliki. Tanga imekuwa ni kitovu cha amani.